Haya, tunaendelea na kama tunavyofahamu kwamba wiki hii e, tarehe nane ni kilele cha siku ya wanawake duniani, lakini yapo maadhimisho ambayo yamekuwa yakifanyika kwa namna mbalimbali mbali, katika sekta mbalimbali mbali, katika maeneo mbalimbali na moja ya kati ya makundi ambayo yanaadhimisha kwa kipekee kabisa siku ya wanawake ni e, soko la hisa la Dar es Salaam ya DSE kwa kushirikiana na UN Global Compact ambao eh, watakuwa na jambo lao pia eh, siku hiyo ya wanawake duniani tarehe nane mwezi Machi, na kwa niaba yao watazungumza Jacqueline Kilama ambaye ni eh, afisa sheria mwandamizi kutoka soko la hisa la Dar es Salaam. Bila shaka najua E, wanawake wanatamani kujua masuala ya uwekezaji kwenye soko la hisa mm, na mambo mengine ambayo yanaweza kusaidia wanawake kujikwamua kiuchumi zaidi. E, tunaye hapa Jacqueline studioni kuzungumza zaidi. Jacqueline, karibu sana. Habari za DSE? Salama. Mambo yanakwenda? Yanakwenda. Tunapambana. Naam, naam. Labda kwa <laughs> ufupi tu ambao wanasikia DSE kwa mara ya kwanza mm, e, tuambie DSE mnafanya nini na e, mnajishughulisha na nini hasa? Okay. Asante ndugu mtangazaji. Um, kama ulivyonitambulisha mi ni Jacqueline Kilama ni afisa mwandamizi wa soko la hisa la Dar es Salaam uh, na soko la hisa la Dar es Salaam nikimaanisha, ni DSE, ni platform ambayo ina, inatumika katika kuwezesha upatikanikaji wa mitaji rahisi kwa jamii na kwa makampuni mbalimbali ambayo yanaorodheshwa katika soko la hisa la Dar es Salaam, hivyo kuwapa fursa ya mitaji katika katika kampuni zao na biashara zao kwa ujumla mm -hmm. yeah, ina, yani ina, ina, ina, ina platform ambayo inatumika katika kuuza na kununua kwa hisa kwa urahisi kwa kupitia platform ya Dar es Salaam kwa kampuni zilizoorodheshwa soko la hisa, mm -hmm. yeah. Na sasa kuelekea siku ya wanawake ambayo itakuwa ni Jumamosi e, DSE mmeandaa maadhimisho hayo kwa upande wa wanawake Ijumaa E, tueleze kuhusiana na kile ambacho mnatarajia kufanya. Okay. Kama DSE tumekuwa na utaratibu wa kuadhimisha siku ya wanawake duniani kwa event yetu ambayo inaitwa Ring the Bell for Gender Equality ambayo ni kama piga kengele kwa usawa wa kijinsia, na theme ya mwaka huu ni piga kengele kwa usawa wa kijinsia kwa wanawake na wasichana wote katika haki, usawa na uwezeshaji na tukio hili tumekuwa tukilifanya katika miaka yote katika kuadhimisha kuadhimisha siku ya wanawake duniani, na tumekuwa tukiandaa tukiandaa majadiliano mbalimbali mbali, na katika kuwapa nafasi wanawake katika kuongelea kukuza usawa wa kijinsia katika jamii, na juhudi hizi tunazifanya pamoja na mashirika ya kimataifa ikiwepo UN Global Compact, uh, tukwe, UN Women pamoja na, Inter, na International Financial Cooperation, mshirikisho la, la fedha la kimataifa, uh. Na tumekuwa tukifanya kwa pamoja katika kuhakikisha kwa kwamba tunasaidiana katika kukuza uelewa wa wanawake katika usa katika usawa wa, wa kijinsia na katika kuhakikisha kwa kwamba tuna zaidi wanawake waweze kuelewa zile changamoto mbalimbali mbali ambazo zipo katika usawa wa kijinsia ikiwemo katika kuhakikisha kwamba haki zao zinalindwa na wanapata usawa katika, ku, ku, katika, ku, katika shughuli zao mbalimbali za kijinsia na kuwawezesha, kuwahamasisha katika kuweza kutambua uwezo wao wa kuweza kushiriki katika se, sekta mbalimbali za jamii katika kuweza kukuza especially katika uongozi. Yes. Mm -hmm. na, na mpaka sasa mmeona changamoto gani ambazo bado zipo kufikia usawa huu wa kijinsia? Aa, changamoto kubwa ni kwamba kunakuwa kuna ubaguzi na ukatili wa kijinsia na kwamba wanawake wanajiona kama bado wako nyuma katika ushiriki especially katika nafasi mbalimbali, fursa mbalimbali za uongozi katika jamii. Kwa hiyo kidogo tunaona kuna hizo changamoto hivyo, tunajitahidi kwa kutumia hii tukio letu la piga kelele kwa usawa wa kijinsia kuweza kuwapa wanawake waweze kutambua kwamba hizo ku, changamoto zilizopo na kuweza kuzitatua ili kuweza kukuza zaidi usawa wa kijinsia katika jamii. Sawa, mm -hmm. Sawa sawa kabisa. Na uh, tumeona kumekuwa na namna tofauti tofauti ambazo zinaadhimishwa uh, za siku ya wanawake na wanawake kwenye sekta mbalimbali wanafanya kitu ambacho kinaendana na sekta yao mm. E, lakini hasa mtu akisikia kuna DSE watakuwa na jambo lao mm. Wanasikia wanashirikiana na UN Global Compact. Mm. Pengine anaweza akawa anafikiria mambo ya uchumi zaidi mm, uwekezaji kwenye soko la hisa mm. Pengine ipi nafasi ya wanawake katika e, mambo hayo, kwa maana ya uwekezaji kwenye hasa kwenye soko la hisa ya Dar es Salaam? Asante. Um, kama soko la hisa na katika kuelekea katika hii siku ya wanawake duniani tumekuwa tukitoa, tukitoa mafunzo mbalimbali, na hii katika hii siku yetu tumekuwa tumeandaa kama panelist ya kuweza kuwasaidia wanawake kutambua hizo changamoto mbalimbali mbali za kuweza katika usawa wa kijinsia, na pia kama DSE tumekuwa katika mstari wa mbele zaidi katika kutoa fursa mbalimbali na mafunzo mbalimbali kwa wanawake wajasiriamali na pia kwa makampuni ambayo yanaongozwa na wanawake, ili kuweza kuwapa ule uwezo, kuwajengea uwezo na kuwahamasisha waweze kushiriki kikamilifu katika soko la hisa, hasa katika upatikanaji wa mitaji. Kwa hiyo tumekuwa tukiwaongoza zaidi, pia kuweza kuwashawishi kuweza kuja ku kuweza kuja kuingia ku, ku, ku, ku, ku katika DSE. Kuna program ambazo tumeziandaa kama soko la hisa, kuna program ambayo inaitwa Endeleza Program, yeah, ambayo hiyo iko mahususi katika kuhakikisha tunasaidia wajasiriamali wadogo wadogo hususan wanawake ili kuweza kuwajengea uwezo kwa kuweza kuweza kupata special mitaji ili kuweza kukuza zaidi biashara zao, kwa sababu kuna vigezo mbalimbali mbali ambavyo kwa kampuni zozote zinatakiwa ziweze kutimiza ili kuweza ku kujiorodhesha katika soko la hisa la Dar es Salaam, lakini kwa kuangalia uwezo wa kutoka kwa kuhamasisha zaidi wanawake tumekuwa tukitumia makampuni yao, makampuni ambayo wanaongozwa na wanawake, ili kuweza kuwa, kuwapa uwezo, kuwajengea uwezo ili waweze kukua zaidi kufikia vile gigezo, ama hata kama wasipofikia, lakini kuwasaidia kuweza kupata, kupata mitaji kwa urahisi ili kuweza zaidi kukuza biashara zao mbalimbali mbali sawa mm. Mm. Right. sawa so, so. uh, ni jambo zuri sana na pengine tuzungumzie tu, tu, tu, tu zaidi pia sasa ushirikiano ambao mnaofanya na UN Global Compact si mambo gani ambayo mnashirikiana nao hasa kuhakikisha kwamba mnafanikisha eh, maadhimisho haya siku ya wanawake lakini pia ku, ku, kuwa na ule mwendelezo wa waku, kuwainua wanawake katika nyanja mbalimbali. DSC okay. pamoja na mashirika mbalimbali UN Global Compact pamoja mm. na UN Women na IFC yote kwa pamoja tumekuwa tukishirikiana kwa pamoja katika kuhakikisha kwamba tunakuza zaidi usawa wa kijinsia katika jamii, especially katika kuhakikisha kwamba tunakuza uelewa kwa jamii, hata kama tu mbali zaidi na hii tukio letu ambayo tumeliandaa kwa siku ya Ijumaa, lakini tumekuwa tu tunajitahidi kuhakikisha kwamba tunakuwa tunatoa mafunzo mbalimbali, tunakuwa pia tunatoa elimu mbalimbali kwa wanawake na pia kuhamasisha watu binafsi, serikali na mashirika tofauti tofauti katika kutetea ku, sera mbalimbali ni yani kukuwepo kuna sera za, za kijinsia ili kuweza kukuza zaidi, kukuza zaidi ushirikishaji wa wanawake katika, katika kazi zao mbalimbali mbali, katika maofisi zao na pia kuhakikisha wanawake pia wanakuwa wanapatiwa nafasi za uongozi za kuweza kushiriki. Pia tunakuwa tunaandaa hizi panelist discussions ambazo tunakuwa tunawaalika wanawake mbalimbali ambao aidha wamefanikiwa zaidi ili kuweza kuwahamasisha pia wanawake wengine na kuwajengea uwezo ili kuweza kukua na wao zaidi katika, katika kupambana na kujikwamua katika biashara zao mbalimbali. Mweleza mbali. Mm -hmm. Hapa kuhusiana na programu pia mbalimbali mbali ambazo mnafanya. Mm -hmm. Eh, mahususi pia kwa kipindi hiki na kuelekea maadhimisho ambayo mnaenda kuyafanya, nini ambacho mnahimiza zaidi kwa wanawake? Kikubwa tunachohimiza kwa wanawake ni kuweza kutambua uwezo wao wa kuweza kushiriki katika masoko na katika sekta ya biashara na hii, na tunawahimiza zaidi wanawake ili waweze kuweza ku, ku, ku, kue, kuelewa zaidi kwamba na wao wana uwezo wa kuweza kuongoza, wana uwezo wa kuweza kufanya maamuzi, na katika hili pia DSE tumekuwa tukitumia mbali zaidi na hata hii tukio letu la gender equality hata katika kuna pro, katika kuna awards ambazo tulishawahi kutoa kwa tunazifanya kila mwaka. Kwa hiyo, tunakuwa tunapotembelea zile makampuni mbalimbali tunakuwa tunahakikisha kwamba wanakuwa wana zile sera za usawa wa kijinsia na kuhakikisha kwamba wanazifuatilia na kwamba kunakuwa kuna usawa hasa katika ajira na malipo sawa, sawa kwa wanawake na wanaume na pia tunajitahidi kuambiwa waweke uwazi katika kutoa ripoti za kijinsia kati ya ukuzaji uh, uh, wa jinsia na hizo nazo zimekuwa ni mojawapo ambazo vitu tunaviangalia sana katika ku award members wa DSE ili kuweza kuhamasisha waweze kukuza zaidi usawa wa kijinsia katika shughuli zao za kazi. Mm -hmm. Ushiriki utakuwaje katika maadhimisho haya? Ushiriki kwa kweli tunategemea utakuwa ni mkubwa kwa sababu tume tumejitangaza na tumeitangaza tie event na tumefanikiwa pia kuweka online registration ambao mpaka kwa sasa hivi ni zaidi ya watu mia moja wameshajirejista katika kuhudhuria hilo tukio, na hilo tukio tunalitegemea litafanyika katika ofisi za soko la hisa la Dar es Salaam ambazo kwa sasa ziko katika jengo la Morokoskoa pale Moroko kwa siku ya Ijumaa. Kwa hiyo tunategemea watu wengi watahudhuria, wata kutokana na registration ambayo mpaka dakika hii imefanyika, ni watu wengi tunategemea watahudhuria zaidi ya watu mia mm -hmm. mm. Sawa sawa tunakushukuru sana, asante sana. Uh, kwa, kwa haya ambayo mekuja kutueleza, lakini kwa ujumla zaidi sasa ni nini unawaambia kina mama, hasa wale ambao mnatarajia wa, wajumuikenaje wa kwenye siku ya tarehe nane? Aa, kwa upande wangu ninawahamasisha zaidi wanawake waweze ku kuhudhuria katika hii event yetu ambayo itafanyika Ijumaa kuanzia asubuhi kwa sababu ni event ambayo itakusaidia kuweza kukuza uelewa wako na kuweza kujua changamoto mbalimbali mbali ambazo kama wanawake tunakutana nazo katika nafasi mbalimbali mbali za katika sekta mbalimbali za kijamii. Hivyo tunapokutana pale, kunakuwa kuna, kuwa kuna majadiliano mbalimbali mbali ambayo yanavumbua changamoto mbalimbali mbali, na pia yanatupa nafasi ya kuweza kujua namna gani tutakabiliana nazo na kuweza kutupa na fursa mbalimbali na mafunzo mbalimbali mbali ambayo sisi kama wanawake yatatujengea uwezo. Kwa hiyo ni kitu muhimu sana kwa wanawake kuweza kuhudhuria katika hiyo event na kujifunza masuala mbalimbali, uwekezaji mbalimbali katika soko la hisa la Dar es Salaam ambao kwa kiasi kikubwa sana umesaidia sana kuwezesha wanawake kupata mitaji kwa urahisi na kuwezesha hata kampuni zinazomilikiwa na wanawake kupata mitaji kwa urahisi, hivyo kuweza kupanua wigo wa biashara zao na sekta mbalimbali katika kazi zao. Karibuni sana. Asante sana, shukrani. Asante. Naam, shukran sana. Ni Jacqueline Kilama, afisa sheria kutoka DSE, tukizungumza kuhusiana na kile ambacho DSE inafanya ama soko la hisa la Dar es Salaam, lakini hasa kuelekea siku ya wanawake na maadhimisho ambayo watayafanya Ijumaa pale Morocco Square. Tunakamilisha hivyo kwa sasa.